Meneji wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amewakumbusha mashabiki kuendelea kununua tiketi kwa wingi kuelekea mchezo mkondo wa pili ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Nzingizino spas baada ya ushindi waliopata ugenini wa magoli matatu kwa bila, ili kuhakikisha uwanja wa Benjamin Mkapa unajaa Jumapili, kwa sababu ni siku ya kuamua hatima ya nani kati yao anatinga hatua ya makundi. Wale ambao wanakusudia kukaa VIPA wana leo tu ya kununua tiketi zao, hadi tukiamka kesho, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, VIPA zitakuwa zimesha katika. Baada ya hapo, tutabaki na BC pamoja na mzunguko. Kwa hiyo basi, nachukua nafasi hii eh, kuwataka kuwaomba na kuwahimiza wana Simba kununua tiketi zao kwa wingi, kwa haraka ili kila mwana Simba apate nafasi ya kuja kwenye mchezo huu. Sisi kwetu mchezo huu una maana kubwa sana, mchezo huu una thamani kubwa sana, na mchezo huu tunauhitaji sana. Mchezo huu una vitu vingi vya msingi vipya ambavyo tunakwenda kuvishuhudia kwa mara ya kwanza vikitokea katika ardhi yetu ya Tanzania. Kwanza tunakwenda kuandika historia ya kuwa klabu ya tatu barani Afrika kufuzu Ligi ya Mabingwa Afrika kwa mara ya saba mtawalia. Hakuna klabu yoyote unaoifahamu wewe ambayo ina uwezo wa kufanya hivyo Afrika hii, ukitoa Mamelodi Sundowns pamoja na Al Ahly, timu nyingine Afrika ambayo imekuwa na uhakika wa kucheza group stage kwa mara ya saba mfululizo ni Simba Sports Club. Upande mwingine Ahmed Ally amesema kuelekea mchezo wa Jumapili hii, mchezo huo utatumika kuwapongeza wachezaji na viongozi wa klabu hiyo baada ya timu yao kuingia katika kinyang'anyiro cha tuzo za CAF kiwania klabu bora ya mwaka, huku nahodha wake Shomari Kapombe akiwania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka kwa wachezaji wa wa ndani Timu yetu imetangazwa kuingia kwenye orodha ya timu kumi Afrika ambazo zinawania tuzo ya timu bora msimu uliopita. Sasa hii sio jambo jambo la kulichukulia kawaida hata kidogo, ni jambo kubwa, ni jambo ambalo limeiongezea thamani klabu yetu ya Simba Sports Club, limeiongezea heshima timu yetu ya Simba Sports Club, na kwa mantiki hiyo hatuna budi sisi wenye Simba yetu kuonesha kwa vitendo hili jambo ambalo limetokea. Tuna kila sababu ya kwenda kuwapongeza viongozi wetu tarehe 26 kwenda kuwapongeza wachezaji wetu, hasa ambao walikuwepo msimu uliopita, ambao walifanya kazi kubwa na kuifikisha Simba hapo ilipofika hivi sasa. Lakini vile vile nahodha wetu kipenzi wetu Shomari Kapombe ametangazwa kuwa miongoni mwa wachezaji kumi bora Afrika ambaye anawania tuzo. Ni heshima kwa Shomari Kapombe, ni heshima kwa Simba Sports Club, ni heshima kwa mpira wetu wa Tanzania. Hatuna budi tarehe 26 kwenda kumpongeza Shomari Kapombe katika mchezo huo. Amefanya kazi kubwa sana ya kuiheshimisha Simba Sports Club. Sio jambo jepesi hata kidogo kwa yeye kuingia katika orodha ya wachezaji kumi bora barani Afrika.